Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TBC Dr Ayubu Rioba Chacha na mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF Nasoro Shaban Amir, kwa pamoja tumetoa mkono wa Idi kwa watoto kituo cha kulelea watoto yatima cha Maftuhi kilichopo mkoa wa Kusini Unguja na tumetoa tu aa, vyakula kwa ajili ya kusherehekea sikukuu hii leo, ikiwa ni idi pili: sukari unga wa ngano, mchele, mafuta, taulo za kike na vitu vingine. Hii ni sehemu yetu ya haya mashirika mawili ya kurudisha faida kwa jamii na kuunga mkono shughuli za kijamii na kutaka watoto wo, yatima waweze kufurahi na kujihisi kama watoto wengine wenye wazazi. Tuko nao hapa katika viwanja vyetu hivi vya Mbweni Community Center. viwanja hivi ni vipya na hawa ndio watu awali ambao wamekuja kuvifungua na kusherekea katika siku hii. Kwa kuwa uh, jina la taasisi yetu ni hifadhi ya jamii. Kwa hiyo pia na hawa ni watoto; ni wanajamii ambao wameondokewa na wazazi wao na wanastahiki na wana haki ya kupata furaha. Nashukuru sana kwa msaada huu tuliopo hapa, zawadi hii tumefurahi na watoto kwa pamoja, na vilevile tumefurahi kukaribishwa katika eneo hili. Mungu atibarka kwenye kiwanja na vilevile vile, Mungu awape kikubwa.